Hello, habari. Uh, leo nitakuletea faida za mwani. Wengi wamekuwa wakituuliza je, mwani aina uh, faida gani uh, mwilini? Tutaelezea faida za mwani kwa sababu mwani uh, umekuwa ni mea ambao sasa hivi uh, umekuwa maarufu uh, hapa Tanzania, lakini pia ni mea ambao unapatikana mara nyingi unaota au unapatikana baharini katika maeneo tofauti tofauti, lakini pia umea umekuwa na vitamins nyingi, umekuwa na madini mengi ambayo yanasaidia wewe kukinga na changamoto tofauti tofauti. Kwa hiyo hapa nitakutajia faida za kutumia mwani kwa hiyo kama unatumia mwani basi jua uh, unapata faida hizi nikumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku kitu cha kwanza ni kuboresha kwa afya ya tumbo mara nyingi uh, mwani unakuwa na fiber ambayo inaboresha ile afya yako ya mmeng'enyo wa chakula na kudhibiti uh, au kupunguza ule uh, na, na kusaidia ile kutopata choo vizuri. Kwa hiyo kama haupati choo vizuri, basi jua mfumo wako wa umeng'enyaji wa chakula umekuwa dhaifu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuboresha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula. Lakini faida namba mbili ni kusaidia kudhibiti uzito. Kwa nini uzito? Kwa sababu ina fiber. Kwa hiyo kama ina fiber, mara nyingi utajihisi mwili wako au utajihisi umeshiba mara kwa mara, kwa hiyo au utatoa, ikitoa ile hisia ya kushiba mara kwa mara, kwa hiyo itakusababisha uondokane na changamoto ya kula kula mara nyingi au uzito kupita kiasi, unaondokana na kula kula, especially kula vyakula vyenye mafuta, vyakula vya wanga na vyakula uh, vyenye sukari. Kwa hiyo uh, ukitumia basi ni utakudhibiti uzito wako lakini pia kuboresha afya ya moyo. Kwa nini naboresha afya ya moyo? Kwa sababu ina omega 3 ambayo ina, ina muhimu sana katika ndani ya mwili wako inasaidia kuondokana kuondoa a ile tunasema bad cholesterol ambayo tunasema erodiero na kuoleta a, a, mafuta mazuri mwilini ambayo tunasema HDL. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa afya ya moyo. Kama ya adamu, a, ya adamu, una changamoto ya shinikizo la damu au una changamoto ya mzunguko wa damu na mafuta kwenye moyo, mishipa imeweza kutanuka, moyo umeweza kutanuka, basi tumia mwani, ni nzuri sana kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia ni nzuri kwa afya ya ngozi. Kwa nini? na vitamini A, E, A na C, ambayo ni nzuri sana kama una changamoto yoyote ya uharibifu wa ngozi, na kupunguza ile hali ya kuwa umezeeka, na kuboresha ule mng'ao wa ngozi. Unakuta mtu ni kijana, lakini mwili wake umeweza kuchoka, unaonekana kama ni wa mzee. Kwa hiyo kama wewe upo katika Uh, upo katika kundi hilo basi ndugu yangu, nakushauri hakikisha unapata mwani. Mwani utakusaidia kuondokana na hiyo changamoto kabisa, au ukiwa hapo uh, nyumbani. Lakini pia ni kinga zidi ya saratani kwa wale wenzetu ambao una changamoto ya saratani. Mwani una antioxidant, ambayo antioxidant inazuia ule ukuaji wa seli wa na kuongeza kinga ya mwili zidi ya magonjwa mbalimbali ambayo ambayo ni pamoja na saratani. Kwa hiyo kama una changamoto ya saratani ya aina yoyote, basi ndugu yangu na kushauri tumia mwani kwa ah, sababu mwani umekuwa ni dawa sahihi, ni dawa njarabu ah, ya kuondokana na changamoto ya saratani. Lakini pia inaboresha kinga ya mwili immunity, inaimarisha immunit, ah, immunity kinga ya mwili ni kizuri ki, a, tunasema mwani ni chanzo kizuri cha vitamini na madini kama vile zinki, iodini, ambayo inasaidia kuongeza kinga ya mwili na mara nyingi tumekuwa tuna mashambulio ya magonjwa tofauti tofauti. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kinga za miili yetu zipo chini. Kwa hiyo hakikisha mwili wako kinga yake ikiwa juu, basi ndugu yangu, magonjwa utabaki kuyasikia tu. Lakini pia hudumisha afya ya figo, ambayo tunasema ina madini ya potassium iodine ambayo inasaidia kudumisha afya ya figo kuongeza, uh, su, uh, kuondoa zile sumu mwilini, kupunguza hatari ya mawe kwenye figo. Kama una changamoto ya figo kujaa maji, uh, mawe, basi hakikisha tumia uh, mwani, itakusaidia kuondokana na changamoto ya figo. Lakini pia nasaidia katika detoxification, kusafisha mwili, kuondoa sumu, kuondoa changamoto ambazo zipo mwilini, basi hakikisha unatumia mwani. Mwani imekuwa ni dawa nzuri ambayo imekuwa ikisaidia kuondokana na changamoto ya sumu mwilini. Kwa hiyo ni nzuri kwa sababu inatumika kama detoxification, lakini pia akupunguza hatari ya kisukari. Kama una kisukari hasa kile cha aina ya pili, unajua kuna kisukari type 1 na diabetes type 2 tu kwa hiyo, kama una kisukari cha aina ya pili basi inato, inasaidia katika usimamizi bora wa sukari mwilini kwa kuimarisha, yaani inatoa matumizi sahihi ya insulini mwilini. Kwa hiyo hivyo inasaidia, matu, a, inasaidia kupunguza kisukari lakini hudumishe afya ya mzazi, afya ya mzazi, kwa sababu ina foliki ambayo ni muhimu kwa wanawake wajawazito na ukuaji wa fetus na kuzuia matatizo ya uzazi, kupambana na, na maambukizi. Kama una maambukizi tofauti tofauti aya magonjwa basi tumia, una virusi, una bakteria basi a, lakini una changamoto kwenye mfumo wa hewa basi tumia ktumia mwani itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto ukiwa hapo nyumbani. Lakini pia afya ya nywele, kama una changamoto kwenye afya ya mwele basi mwani tumika, imesha kwa sababu ina madini na, na ambayo inasaidia kukuza nywele kupotea kupunguza upotevu wa nywele. Kuna wengi wanapitia changamoto ya upotevu wa nywele na kuboresha mwonekano